Umeachana au uko kwenye mchakato wa talaka? Moyo wako umevunjika. Nyumba ulikokuwa umejenga kwa matumaini sasa inahisi tupu. Majaribu ya kuokoa uhusiano yamefeli na unahisi upweke mkubwa. Marafiki na familia wanaweza kutoelewa na huzuni inaingia usiku na mchana, lakini haijalishi jinsi hali inavyokuambia umeachwa, bado kuna tumaini. Zaburi haziongozi tu hisia za maumivu na kupoteza, zinakutana nazo uso kwa uso kwa upendo usioyumba. Zaburi hizi ni za watu waliovunjika moyo wao, walioko katika dhiki ya talaka au mabadiliko makubwa katika maisha ya ndoa. Zitumie zaburi hizi unapohitaji faraja, nguvu na tumaini jipya. Zaburi ya 147. Msifuni Bwana, maana ni jambo jema kumwimbia Mungu wetu, maana sifa hupendeza, yafaa. Bwana huujenga Yerusalemu, huwajumlisha pamoja waliotawanyika wa Israeli, huwaponya waliovunjika moyo na kuyafunga majeraha yao. Huhesabu idadi ya nyota, huzipa zote majina yao. Bwana wetu ni mkuu, mwenye uweza mwingi, ufahamu wake hauna kipimo. Bwana huwainua wanyenyekevu, huwadhalilisha waovu hata chini. Mwimbieni bwana kwa kushukuru, mwimbieni Mungu wetu kwa kinubi. Hufunika mbingu kwa mawingu, huandaa mvua kwa ajili ya nchi, huotesha majani juu ya milima. Huwapa wanyama chakula chao na makinda ya kunguru wanapolia. Hapendezwi na nguvu za farasi, hafurahii miguu ya mtu. Bwana huwapendelea wamchao na wale wa utumainio wema wake. Umsifu Bwana, e Yerusalemu, umsifu Mungu wako e Sayuni. Maana amefanya imara malango yako, amewabariki wanao ndani yako. Hufanya amani iwe mipakani mwako, hukushibisha kwa shayiri iliyo bora. Hutuma amri yake duniani, neno lake hupita upesi. Hutoa theluji kama sufu hutawanya barafu kama majivu. Hutupa barafu yake kama vipande. Ni nani awezaye kusimama mbele ya baridi yake? Hutuma neno lake vikayeyuka, hupuliza upepo wake, maji hutiririka. Huwatangazia Yakobo neno lake, Israeli amri zake na hukumu zake hakulitendea taifa lolote kama hili wala hawakuzijua hukumu zake haleluya zaburi ya thelathini na nne nitamhimidi bwana kila wakati sifa zake zi kinywani mwangu daima nafsi yangu itajisifu kwa bwana wanyonge watasikia na kufurahi mtukuzeni bwana pamoja nami na tuliinue jina lake pamoja Nalitafuta Bwana akanijibu, akaniokoa na hofu aka aka zangu zote. Wale wa mwangaliapo watangaa, wala nyuso zao hazitatahayari. Maskini huyo alilia Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hukaa akipanga hema kumzunguka wa mchao, naye huwaokoa. Onjeni mwone ya kuwa Bwana yumwema; heri mtu yule anayemtumainia Mcheni Bwana, enyi watakatifu wake, maana hakuna upungufu kwao wa mchao. Simba yu waliishiwa na njaa, bali wamtafutao Bwana hawatakosa kitu chema. Njoni enyi watoto, nisikilizeni, nitawafundisha kumcha Bwana. Ni mtu yupi anayetaka maisha na kupenda siku nyingi apate mema? Uzuie ulimi wako usinene mabaya na midomo yako isiseme hila. Ujiepushe na mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuate. Macho ya Bwana yako kwao wenye haki, na masikio yake kwa kilio chao. Uso wa Bwana ni juu ya watendao mabaya, ili aukate kumbukumbu lao katika nchi. Wenye haki walilia Bwana akasikia, akawaokoa na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwakomboa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humkomboa na hayo yote huzilinda zote mifupa yake, hapana moja kati yao iliyovunjika. Uovu utamuua mtu mwovu, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana humkomboa nafsi ya watumishi wake, wala wote wamkimbiliao hawatahukumiwa. Zaburi ya ishirini na tatu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti Sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Zaburi hizi zinakukumbusha kuwa Mungu ni sehemu ya maisha yako hata katika giza kubwa zaidi. Anakuinua, anakupatia amani moyoni, na anakufungua mlango wa mwanzo mpya. Hata ukihisi umeachwa na waliokuzunguka, usisahau Mungu haikuacha. Kwa imani na matumaini, zaburi hizi zinakuongoza kuelekea uponyaji na maisha mapya yaliyojaa baraka.